kile kilichotokea. Gazeti la Mwananchi tunasema kupiga sio kufundisha. Mwananchi, tumejisikia vibaya kupotelewa na mwenzetu, huwa tunasoma naye kidato cha pili. Tunaomba serikali iweze kuambia kwa walimu kwamba wapunguze viboko. Wanafunzi wengi wanapigwa, wengine wanaumia. Maoni yangu, naomba tu serikali ijaribu kulifuatilia, afuatilie walimu hawa, kwa sababu matukio mengi hapo shuleni yanafanyika. Hapana, tuelewe kwamba mtu yeyote ana haki ya kuishi na anastahili pia kulindwa, sio kwamba afanyiwe uh, hiyo adhabu. Na mimi naamini huyu binti Mhoja Wilson Maduhu hakuwa na tatizo lolote la kiafya, alikuwa mzima kabisa. Kwa hiyo niombe tuviachie vyombo vya sheria vifanye kazi yake, tusiviingilie, tusiingize siasa. Lakini pia nichukue nafasi hii kushukuru, pia tulifuatilia taarifa kutoka kwa wanafunzi wa kidato cha pili shule ya sekondari Mwasamba, wakasema yeye alichapwa mikononi, kichwani na mgongoni, ambapo zilimzidi na kuanguka chini hapo hapo, akaanza kulia na kuingizwa darasani, ambapo mwalimu alimkandamiza kichwani na kumfunika mdomo akimwambia anyamaze. Hivyo alizidiwa na kuzimia. Baada ya kuzimia, walimu walifanya jitihada za kumpeleka hospitali ya Mkula hata hivyo, hawakufaulu kumfikisha akiwa hai. Hili jambo ni zito na ni jambo ambalo halihitaji kufumbiwa macho. Niombe sana mkawekeze vichwa vyenu vyote ni kuhakikisha familia hii wanapata amani, wanapata saiki zao, lakini pia jambo kama hili lisijitokeze tena. Yamesemwa mengi sana. Kwa niaba ya CHADEMA tunapenda kutoa pole sana mbinguni awabariki. Kupitia tukio hilo, familia ikatoa ombi kwa serikali, huku mkuu wa wilaya Busega Faiza Salim akatoa salamu za serikali juu ya tukio hilo. Mwalimu ni mtu wa kawaida tu na ana kanuni kutokana na katiba yetu ya nchi ya kutoa adhabu. Sheria ya nchi inazungumzia yote hayo, utoe adhabu ya namna gani na ufundishe kwa namna gani Sio kuchapa viboko ovyo ovyo. Binti yangu alinyanyaswa, aliteswa. Haukuwa utoaji wa adhabu wa namna hiyo. Sasa tujulishwe basi angalau hata mlolongo wa kesi unaendaje, kwa sababu unajua inaweza ikawa kimya kimya tu, mara tunasikia mwalimu kaachiwa kafanya basi. Tupewe hata mlolongo wa kesi kwamba kesi imetamkwa imekuwa hivi na hukumu yake, basi hii, na sisi tufarijike kwamba serikali hii ya awamu ya sita chini ya mama Samia Suluhu Hassan haitafumbia macho vitendo ambapo vipo nje ya kikanuni vipo nje ya kitaratibu ambavyo vinaleta madhara kwa wananchi wetu.